Hitimisho la kampeni hii maalum ya Mtu ni Afya imehitimishwa mkoani Kilimanjaro, na kubwa zaidi katika kampeni hii ni kuona ni kwa jinsi gani Watanzania wamehamasika kwenye kuweza kupata uelewa kwenye afua tofauti ikiwemo masuala ya lishe lakini pia mazingira na masuala ya hedhi hali kadhalika nishati safi na mengine mengi zaidi kwenye afua hizi. Karibu tukamsikie mratibu wa kampeni hii kutokea wizara ya afya, ambaye yeye atakwenda kutufafanulia kampeni hii imekuwa na mchango kwa kiasi gani tokee imeanza, lakini mpaka kufikia tamati hii ya leo. Anaitwa Anyitike Mwakitalima, ni mratibu wa kampeni ya mtu ni afya kutoka Wizara ya Afya Dodoma. Leo tarehe kumi na tano mwezi wa tatu tunahitimisha ziara za mikoani za uhamasishaji wa jamii kuhusiana na utekelezaji wa afua za kampeni ya mtu ni afya, ambazo kimsingi tuna afua tisa ambazo tumekuwa tukizisisitiza. Uh, afua ya kwanza ni ujenzi na matumizi ya vyoo bora ambapo tumekuwa tukitoa elimu na hamasa katika jamii kuhakikisha kwamba wanajenga na kutumia vyoo bora. Afua ya pili ni swala zima la unawaji wa mikono kwa maji tiririka na sabuni. Afua ya tatu ni udhibiti wa taka, udhibiti wa utupaji wa taka ovyo kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi. Afua ya nne ambayo inafanana ya tatu ni usafishaji wa mazingira katika maeneo ya makazi na kazi. Afua ya tano ni swala zima la lishe, kuhakikisha kwamba jamii kwa ujumla wake katika makundi yote yanapata lishe iliyo bora. Afua ya saba ni swala zima la hedhi salama kwa wasichana na wanawake, kuhakikisha kwamba elimu inakwenda katika jamii ili kuondoa unyanyapaa ambao upo, lakini vilevile kuhakikisha kwamba jamii inashiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba kundi la wasichana na wanawake wanapata huduma hizi muhimu kuanzia katika ngazi ya kaya katika shule na katika maeneo ya taasisi. Afua ya saba ni suala la matumizi ya nishati safi ya kupikia. E, nishati safi ya kupikia ina mchango mkubwa sana katika afya ya mfumo wa upumuaji. E, unapotumia nishati safi ya kupikia unaepusha madhara mbalimbali ikiwepo maambukizi katika mfumo wa hewa, lakini vile hata katika swala so zima la macho. Nakumbuka katika baadhi ya maeneo hapa nchini wakinamama wamekuwa wahanga, wale wanaokuwa na macho mekundu kutokana na moshi ambao wanakuwa na, wanazungukwa nao katika muda mrefu, kwa sababu tunafahamu wakinamama kwa sehemu kubwa wanahusika na masuala ya, ya upikaji. Kwa hiyo unapotumia nishati safi inasaidia pia afya ya macho pamoja na mfumo wa upumwaji. Afua ya nane ni swala zima la matumizi ya maji safi ya kunywa. Maji safi na salama, tunapopambana na maradhi kama kipindupindu, magonjwa mengine ya kuhara, afua ya matumizi ya maji safi ya kunywa ni muhimu sana. Lakini na afua ya mwisho ya tisa ni swala zima la ufanyaji wa mazoezi. Tunahimiza jamii kushiriki katika kufanya mazoezi ili kujikinga na magonjwa yanayoambukiza na asioambukiza. Lakini tunaenda mbali sio tu katika kujikinga dhidi ya maradhi lakini vilevile kwa ajili ya tu ya afya ya mwili, utimamu wa akili, afya ya mifupa, afya ya ngozi. Hayo ya yote yanakuwa vizuri endapo mtu atafanya atafanya mazoezi zaidi. Balozi wa kampeni hii Mrisho Mpoto ambaye yeye alifanikiwa kufika katika maeneo yote nchini na kuweza kufanikisha elimu hii kwa Watanzania, karibu ukajionee ni kwa jinsi gani elimu hii imewafikia Watanzania, lakini pia watanzania wenyewe wana maoni gani kuhusiana na elimu hii ya afya kupitia kampeni hii maalum ya Mtu ni Afyaa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naitwa Mrisho Mpoto, ni balozi wa kampeni ya usafi wa mazingira yenye kauli mbiu fanya kweli, usibaki nyuma, Mtu ni Afya. Haikuwa kazi rahisi kwenye awamu hii ya pili, baada ya uzinduzi wa tarehe tare tisa mwezi wa tano pale Kibaha na makamu wa rais, tulianza kuzunguka katika mikoa kadhaa. Tulipita Njombe, tukaenda Iringa, tukaenda Rukwa, tukaenda Pwani, tukaenda Simiyu, tukaenda Manyara, tukaenda Arusha, sasa tunahitimisha Kilimanjaro. Kikweli tumepata mafanikio makubwa afua tisa. Uh, unaweza ukaelewa ile dhana ya Mheshimiwa Rais kwa nini ameamua kuwekeza kwenye kinga zaidi kuliko tiba na hasa kwenye uh, upande wa elimu, kwa sababu Mheshimiwa Rais amefanya vizuri sana kwenye upande wa vifaa tiba amefanya vizuri sana kwenye a, a, miundombinu lakini kwenye wataalamu. Kwa hiyo lakini sasa unaona sasa kwenye upande wa elimu a, kulikuwa kidogo kumesuasua, lakini nako tumefanya vizuri. Leo tunahitimisha hapa Kilimanjaro katika manispaa ya Moshi, na mwitikio ni mkubwa kwa kweli. Mimi kama balozi wa kampeni nikiri kusema kwamba naipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini naipongeza, naipongeza Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais Tamisemi kwa uratibu mzuri wa hii kazi. Kwa hakika elimu imefika. Leo hii tunazungumzia Simiyu ambayo haina kipindupindu baada ya kampeni hii kukaa pale kwa mwezi mmoja na nusu. Leo tunazungumzia ongezeko la watu waliojenga vyoo na kuvitumia kutoka asilimia ishirini mpaka asilimia sabini na sita. Kwa hiyo niseme tu kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu, tunamaliza kampeni tukiwa na nguvu na afya tele, lakini tuwapongeze wakuu wa mikoa tuwapongeze wakuu wa wilaya, tuwapongeze wakurugenzi wa halmashauri zote, lakini bila kusahau watendaji na wananchi wote kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wametupatia katika kampeni hii. Kinga ni bora kuliko tiba. Leo hii tunahimizana kufanya mazoezi kwa sababu ya kujikinga, kwa sababu itafika wakati sasa tutaanza, baada ya kula chakula utakula dawa. Sasa ikifika hatua ya kula dawa mpaka urudi mpaka urudi kula chakula, itakuwa imechukua muda mrefu sana. Mimi nafikiri tumekubaliana kabisa kwamba mazoezi ni muhimu kwa ajili ya afya yetu lishe ni muhimu kwa makundi yote sita na mgawanyo wa makundi ya chakula, lakini bila kusahau utunzaji wa mazingira kwa maana nishati safi ya kupikia na matumizi ya maji ya kunywa yaliyokuwa safi na salama. Kwa niaba ya mkuu wa mkoa, tuliwakaribisha na mmefanya kampeni ndani ya wilaya zetu zote, na sasa tumekuja kuhitimisha kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro tukiwa hapa Moshi, na katika kampeni hii ya mtu fanya kweli usibaki nyuma, sisi wananchi wa wilaya ya Moshi tumeendelea kufanya kweli kwenye mambo mengi na mazuri kabisa wakati wote. Moja ni kwenye ile ya ufanyaji wa mazoezi kama ambavyo tumewaeleza na mmeshuhudia ninyi wenyewe, sisi hapa ni kila siku ya Jumamosi tunafanya mazoezi, lakini pia katika maeneo yetu yote ya viwanja vya wazi watu wanafanya mazoezi asubuhi na jioni. Kwa tumeendelea kuzingatia ufanyaji wa mazoezi kwa sababu tunafahamu na sote tunajua kwamba afya ya mtu pia inajengwa kwa utimamu wa mwili wake kwa kufanya mazoezi kwa hiyo tunaendelea kufanya mazoezi na tunaendelea kuhamasisha na tunaungana kwa pamoja, wananchi pamoja na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, tunaendelea kufanya mazoezi kuweka mili yetu inaendelea kuwa safi kabisa. Kampeni ya usafi wa mazingira zinaendelea kufanyika na hiyo ni agenda yetu ya kudumu. Kwa hiyo inawezekana pale tumedondoka kidogo, inawezekana labda wenzetu huko wame tuzidi ujanja akii safari, na sisi tutawazidi ujanja tu. Kwa hiyo tutarudi kwenye nafasi yetu Moshi oyee! Ehhe, kwa sababu commitment hiyo tunayo na tunaendelea kufanya hivyo wakati wote na Moshi tumekuwa wa pili, lakini mkoa wetu wa Kilimanjaro umekuwa wa tatu. Kwa hiyo tutarudi tu kwenye nafasi zetu, kwa sababu pale atakuwa tu ametushikia e, kama ambavyo watu wengine wa Uganda wanatushikia kule kwenye ligi, lakini namba moja anafahamika kwamba ni yeye. Kwa kuhamasishana, shule zetu watoto wanapata chakula mashuleni, na tumeendelea kuhamasisha ili kuhakikisha kwamba kile chuk, chakula ambacho wanakipata kiwe ni kile ambacho kimeongezwa virutubisho kwa ajili ya ukuaji wao, lakini pia wapate wasaa mzuri wa, wa kuwasikiliza walimu na kuendelea kuelimika. Tumeendelea kueleza wananchi gharama ya kutibu changamoto za lishe duni ni kubwa kuliko gharama za kutafuta kupata lishe iliyo bora na wananchi wetu wameendelea kutuelewa. Kwa, tunaendelea na kampeni hizo na tunaendelea kufika kwa katika shule zetu karibia zote kabisa, watoto wanapata chakula cha mchana pamoja na ule uji wa asubuhi kwa ajili ya kutengeneza afya zao. Tunafahamu yale makundi ya kuweka msisitizo kabisa, mama wajawazito, watu wazima, lakini watoto wa chini ya miaka mitano na yale makundi maalum yote, tunaendelea kuyazingatia kuhakikisha lishe kwa sababu tunafahamu lishe bora ndio msingi wa afya imara. Lakini pia na kampeni nyingine za matumizi ya vyoo, Moshi huku tulishastaarabika muda mrefu, lakini tunaongeza nguvu kuhakikisha kwamba tunakuwa na vyoo, lakini vinatumiwa kwa usahihi ili watu waendelee kulinda afya zao. Kwa hiyo tumeendelea kufanya kweli, tutaendelea kufanya kweli wakati wote. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuwakaribisha, mtu ni afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Mimi ni Amos Maktaru na hii ni Wizara ya Afya, Idara Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.